Hii ndio la yatayo, hao tembo, tukiwafaidi hapo, tunawatazama ana kwa ana. Wewe tembo hao, Tanzania tumebarikiwa kwa kweli, Tanzania tumebarikiwa.

Ah, ah, zudi, tembo na pundamilia, zudi,